Kwa majina anaitwa Alfred Chengula, ni mwakilishi wa kampuni ya Imara Teknoloji. Sisi ni tunajishughulisha na uzalishaji wa mashine za kilimo ambapo tuna mashine tofauti tofauti. tuna fursa ya mashine hii ambayo iko nyuma yangu ambayo ni mashine inayotumika kwenye kupukuchua, kupula na kupeta mazao aina tisa tofauti. Mashine hii ina uwezo wa kupukuchua mahindi, inapiga alizeti, inapiga uwele napiga ulezi mtama na mazao tofautitofauti mengine. Mashine hii inauzwa shilingi milioni mbili na laki nne, lakini aa, kupitia mradi ambao tunaofanya kwa kushirikiana na simiti siati na tali pamoja na imaratiki tumeweza kuleta mashine hii kwa bei ya ruzuku ambapo badala ya kulipia shilingi milioni mbili na laki nne sasa mkulima ataweza kulipia shilingi milioni moja na laki moja, ambapo gharama hizo nyingine uh, tayari mashirika haya yaliyoungana yameweza kuitoa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha mkulima anatumia zana ambazo ni bora kwa ajili ya kuboresha kilimo chake, lakini na kuongeza uzalishaji. Uh, mi naitwa Tupokile Mwakatula, ni mtafiti, natokea shirika watafiti, la utafiti kima la kimataifa la Alliance for Biodiversity International, tuko pale Arusha. Leo nimekuja hapa Singida na wadau wenzangu wakiwepo kutoka TARI na Imarate, ambao tunashirikiana kutekeleza SAPAWA. Tumekuja kuwafikia kina mama na vijana ambao sisi kama watafiti wenye tafiti zetu uh, tumeona hawa ni, ni sehemu ya watu ambao kwa nafasi kubwa ndo wanafanya kazi za kupula na kupiga mazao ambazo hizo shughuli zinawachukulia muda mrefu sana ambapo wangeweza kutumia muda huo kufanya shughuli zingine. Kwa sasa sisi kama timu ya MCT tumekuja na namna ya kuwasaidia kwa maana kwamba wanakwenda kujipatia mashine ambayo hii mashine itawasaidia wao kupiga au kupula mazao mazao ndani ya muda mfupi lakini mazao yatakuwa na ubora mzuri lakini pia watatumia mashine hii kutoa huduma kwa wenzao kwa maana na vijiji wengine na kujipatia pesa. Sasa hii mashine utofauti wake ni nini? Ni kwamba kupitia huu mradi wa MCT wao wanakwenda kupata mashine kwa nusu bei, yaani mradi umelipa nusu bei ya mashine kufikia mpaka mahali ambapo wakulima wanapatikana kwenye mkoa husika. Kwa hiyo ni mradi ambao kiukweli umelenga kuwakuza kiuchumi wa kina mama na vijana, lakini pia kuinufaisha kaya, lakini na jamii husika kwa ujumla. Kwa majina naitwa, anaitwa Amina Dafi. Kwa siku ya leo tumekutana na watu wa kampuni ya Imara Development kwa ajili ya kutupa elimu ya mashine zinazopura mahindi, mtama, nafaka zote tisa za wakulima kwa ujumla. Zinarahisisha kupunguzia wanawake mzigo wa shughuli, hivyo basi kupitia mashine haya tuliyoyaonyeshwa, itatusaidia sisi kuingia sokoni kuuza alizeti zetu, kuuza mafuta yenye ubora na wanawake sisi na vijana tutakuwa tumerahisishiwa kufanyaji kazi, badala ya kupigapiga alizeti kwenye ardhi, itakuwa na maudongo itakuwa na mauchafu. Kwa hiyo hapa tutakuwa na uhakika wa mazao yetu na usalama wa afya zetu kwa ujumla. Naitwa Renfudi Maganga, ni mtafiti natoka taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania tayari kituo cha Uyole. Tuko hapa Singida kwa ajili ya mashine inaitwa MCT. Hii ni mashine ya kupiga kupura na kupeta mazao zaidi ya tisa uh, ikiwemo mahindi, maharage, alizeti, mtama na choroko na mazao hayo mengine. Hii mashine iko kwenye mradi unaitwa MCT uh, Scaling Multicrop Threshers, na tunaitoa kwa, kwa vijana vikundi vya vijana na wanawake ambao itawasaidia kwenye ku kuboresha kuongeza ubora wa mazao lakini pia kupunguza uh, shuruba kwa wanawake na vijana, ambao mara nyingi tafiti ndio zinaonyesha kwamba wao ndio wanahusika zaidi kwenye hizi shughuli za kupiga na kupeta mazao. Kwa hiyo ni mradi ambao unawasaidia kundi la vijana na akina mama, na tunashirikiana na watu wa SIAT kwenye huu mradi, lakini pamoja na kampuni ya Imaratech ndio ambao wanatoa wanatengeneza hizi mashine. Asante.